Bima pub, urahisi wa maisha. Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8 eh, ile Machi 2021. Lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25, thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya asilimia 92 kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka minne na ukizingatia kwamba NSSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa iki, iki NPF eh, tangu mwaka 64 moja ni hiyo ambayo nimeeleza sera nzuri za uwekezaji ambazo zimevutia sana wawekezaji tumesajili wanachama zaidi ya milioni moja na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili eh, wanachama milioni moja elfu hamsini na mbili na mia moja sabini na sita -15 na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango katika kipindi cha miaka minne hii, tumekuwa e, na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99, ni takriban bilioni trilioni 7. Hizo sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi za audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani, kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21 22 tuliweza kukusanya eh, eh, makusanyo ya trilioni 1.4 lakini mwaka uliofata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7, mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la la michango na na, na, na wanachama wa mfuko. Moja ya kipaumbele ambacho tumeweka sisi wana SSF ni katika kuhakikisha kwamba E, tunaboresha huduma zetu hasa kwa kutumia tehama na hilo linafanyika kote. Tehama imekuwa ni e, nyenzo ambayo inasaidia sana katika kuboresha huduma. Ule mwaka ishirini na moja pale ambapo e, Mheshimiwa Rais Samia aliingia madarakani matumizi ya tehama yalikuwa ni asilimia 48. Lakini akii e, tunavyoongea sasa mpaka Februari matumizi ya tehama yamefikia asilimia 87.5 na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia asilimia 100 zile huduma zote ambazo tumezia maki ziwe automated tutumie tehama basi, tutatumia tehama. Na katika kuboresha huduma, ukiacha matumizi ya tehama ambayo yametusaidia moja kwa moja, lakini pia kuna swala zito hili la ulipaji wa mafao, shughuli yetu ya msingi. Eh, kama unavyofahamu eh, NSSF na mifuko ya pensheni eh, jukumu lake la msingi, ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana, kisheria tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini hmm. Lakini sisi wenyewe ndani kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja e, kupitia ile client service charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. E, tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipe. Kwa hiyo pamoja na shirika kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22 na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu e, ni moja malengo yetu na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Yana, yanatekelezeka yana Kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Wote hapa ni mashuhuda. E, mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa e, Dkt. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa asilimia 96 na wenzetu wa magereza kwa asilimia nne. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika kuanzia kiwanda kile, kwa sababu performance yake katika mwaka huu wa kwanza wa operation imekuwa nzuri. Katika mwaka huu wa kwanza tumeweza kuzalisha tani za sukari takriban e, elfu ishirini na ndio ilikuwa malengo yetu just below ile elfu ishirini za, za, za sukari lengo actually kiwanda kile kikiwa full, kwenye full operation ni kuwa na tani za sukari elfu hamsini na hiyo tutaweza kuifikia katika miaka mitatu. Lakini ukiacha hilo, pengine cha muhimu kabisa pia ni ajira ambazo zimeendana na kiwanda kile. Kiwanda kile kime tunatarajia kwamba kikiwa kwenye full swing, basi kutakuwa na ajira zaidi ya 1315 2315 zikiwa za moja kwa moja, lakini zaidi ya ajira elfu tisa zikiwa ni indirect. Sasa yote hayo yanaleta yanaleta mafanikio katika uchumi, kwa sababu eh, hali za wananchi zinaimarika, lakini pia mfuko unapata nafasi ya kuendelea kukua kupitia kiwanda hiki.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 vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana at vikindo underscore new underscore village 001. Ukiwaza kiwanja waza vikindo new village. Kikikikiki, kiboko kabisa.